Msikilizaji na mtazamaji wa chaneli yetu ya I am Catholic Tanzania, karibu tuendelee na tafakari na mafundisho pamoja na kualika. Siku ya leo tutazamia sherehe kubwa yenye maana katika imani yetu, haswa katika kujitafakari binafsi na hata kanisa kwa ujumla wake. Karibu sana, leo tuangazie sherehe ya Pentekoste, kuteremka kwa Roho Mtakatifu. Pentekoste ni mojawapo ya sherehe kuu katika Kanisa Katoliki, ikiadhimishwa siku ya hamsini baada ya Pasaka. Ni siku ambayo Roho Mtakatifu alishuka juu ya Mitume, kama Yesu alivyoahidi. Hii ni siku ya kuzaliwa rasmi kwa Kanisa, kwani kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, Mitume walipata ujasiri wa kuhubiri Habari Njema kwa watu wa mataifa yote. Maana ya Pentekoste kwa muumini. Pentekoste ni zaidi ya kumbukumbu ya tukio la kihistoria. Ni mwaliko wa kiroho kwa kila muumini kumkaribisha Roho Mtakatifu ndani ya maisha yake binafsi, familia, na jumuiya nzima ya waamini. Moja. Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Mitume kabla ya Pentekoste walikuwa waoga, walijificha kwa hofu ya Wayahudi. Lakini baada ya kupokea Roho Mtakatifu, walijaa ujasiri wa kutoka na kuhubiri kwa lugha mbalimbali. Hii inaonesha kuwa Roho Mtakatifu anabadilisha udhaifu wetu kuwa nguvu, hofu kuwa imani, na ukimya kuwa ushuhuda wa kweli. B, Roho Mtakatifu hutujalia karama. Katika Wakorintho 12 mstari wa 4 hadi 11, Mtume Paulo anafundisha juu ya karama mbalimbali za Roho Mtakatifu, hekima, maarifa, imani, uponyaji, unabii, lugha na tafsiri ya lugha. Karama hizi si kwa ajili ya fahari binafsi, bali ni kwa ajili ya kulijenga kanisa na kuhudumia wengine. Tatu, umoja na utofauti wa kanisa. Katika tukio la Pentekoste watu kutoka mataifa mbalimbali mbali, walisikia mitume wakizungumza kwa lugha zao. Hii inaonyesha kuwa kanisa ni la watu wote, linaukumbatia utofauti wa tamaduni, lakini linawaleta watu wote pamoja kwa umoja wa Roho. Leo hii, kanisa linaendelea kukua na kuhubiri kwa lugha nyingi duniani kote, ishara ya kazi ya Roho Mtakatifu. Mafundisho ya Kanisa Katoliki kuhusu Roho Mtakatifu. A, sakramenti ya kipaimara. Kupokea Roho Mtakatifu siyo tukio la mara moja tu, bali linaendelezwa kwa njia ya sakramenti ya kipaimara, confirmation. Hapa muumini anakamilishwa katika neema ya ubatizo na kupewa nguvu ya kuwa shahidi wa Kristo kwa matendo na maisha yake. B, matunda ya Roho Mtakatifu, Wagalatia 5:22 hadi 23. Muumini anayejazwa Roho Mtakatifu huzaa matunda kama upendo, furaha, amani, uvumilivu, uvumilivu, fadhili, wema, uaminifu, upole na kiasi. Haya ndiyo matunda tunayopaswa kuyaonyesha kila siku kama ishara ya maisha ya kiroho yaliyo hai. Mafundisho ya Kanisa Katoliki kuhusu Roho Mtakatifu. Aa, sakramenti ya kipaimara. Kupokea Roho Mtakatifu siyo tukio la mara moja tu, bali linaendelezwa kwa njia ya sakramenti ya kipaimara confirmation. Hapa muumini anakamilishwa katika neema ya ubatizo na kupewa nguvu ya kuwa shahidi wa Kristo kwa matendo na maisha yake. B, matunda ya Roho Mtakatifu, Wagalatia 5:22 hadi 23. Muumini anayejazwa Roho Mtakatifu huzaa matunda kama upendo, furaha, amani, uvumilivu, fadhili, wema, uaminifu, upole na kiasi. Haya ndiyo matunda tunayopaswa kuyaonyesha kila siku kama ishara ya maisha ya kiroho yaliyo hai. Mwito kwa muumini. Pentekoste ni mwaliko wa kibinafsi. Je, unampa nafasi Roho Mtakatifu akufanye chombo chake? Je, unatumia karama zako kwa ajili ya huduma na kanisa? Je, maisha yako yanaonyesha matunda ya Roho Mtakatifu? Hitimisho. Tafakari hii ya sherehe ya Pentekoste inatufundisha kuwa maisha ya Kikristo hayawezi kudumu bila Roho Mtakatifu. Yeye ni msaidizi wetu, mfariji wetu, mwalimu wetu na nguvu yetu. Tukimkaribisha kwa moyo wote, maisha yetu yatabadilika, na sisi wenyewe tutakuwa vyombo vya mabadiliko kwa dunia. Njoo Roho Mtakatifu, jaza mioyo ya waamini wako, na uwashe ndani yao moto wa upendo wako.